Wanachohitaji wananchi wa mkoa wa Katavi sio maneno, sio ahadi, sio ratiba, sio michakato. Wanachohitaji ni umeme kufika katika vitongoji hivi miatatu hamsini na nane. Kwa hiyo jipange sawasawa, kwa sababu sasa kama ni gari, kuanzia leo linaanza kutembea, na tunahitaji umeme, hatuhitaji visingizio, hatuhitaji maneno Wananchi wanasubiri umeme kwa ajili ya kukuza uchumi, kuongeza ajira, kukuza biashara, kukuza uwekezaji, lakini pia kuongeza uchakataji wa mazao ambayo kwa kiasi kikubwa wananchi wetu wanazalisha ndani ya mkoa wa Katavi. Badala sasa ya kuuza mazao ghafi, suala hili la kupatikana kwa umeme litakwenda kuinua bei za mazao kwa sababu yatachakatwa katika hali nzuri kabisa na zitauzwa bidhaa badala ya kuuza malighafi. Kama nilivyotangulia kusema, ni suala ambalo wananchi wamelisubiri kwa muda mrefu, na sasa kwa sababu limekwenda kutokea chini ya utawala huu wa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, basi mkandarasi, hakikisha umefunga buti zako vizuri, tunataka umeme katika muda uliopangwa. Kwetu sisi wanaKatavi, suala la kupatikana kwa umeme wa uhakika kupitia mradi huu ni swala zima la kukuza uchumi, ni swala zima la kukuza uwekezaji ndani ya mkoa, ni swala zima la kuleta ajira kwa vijana, wanawake, wazee na watu wa marika mbalimbali, ni swala zima la kukuza biashara mbalimbali katika mkoa wetu. Na kwa maana hiyo, nikutake mkandarasi kuhakikisha kwamba umejipanga sawasawa sawa, uingie kazini kwa miguu yote miwili.